Ni kujinasua kutokana na mambo ya kidhulma uliyoyafanya. Ulimdhulumu fulani, kajinasue kwake, katika maana ya kujinasua, kamwombe msamaha. E bwana, siku ile nilikutukana wewe, nilikutukana matusi ya nguo, ndugu yangu nisamehe kosea e. Mwingine anakuwa mjasiri, wakati labda wako mdhulumu mwenzake wa, alafu anakuomba msamaha anaogopa, ana kujitahidi upate ule ujasiri wa mwanzo uliokuwa nao, au nusu yake. Ndugu yangu, bwana, nikudhulumu, nikuibia, nikutukana, nikusingizia mabaya nilikufanyia kosa fulani hivi, nilikuwa ni kosa ile, haikuwa sawasawa, na kuomba ndugu yangu nisamehe. Hili leo ni jepesi, lakini akhira ni zito, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sala sallam, yeyote ambaye kwamba atakuwa na madhlama kumdhulumu ndugu yake, falyatahallalhu minhu alyawm, ajinasue nayo hayo madhlama kwa huyo mtu aliyemdhulumu leo, liyum. hii fainahu laisa thama dinarun wala dirhamu, siku hiyo ya Kiyama hawatalipana watu kwa pesa, kwa dinari wala kwa dirhamu. Ulimibia mbuzi, mbuzi wangu walikuwa na thamani ya elfu themanini. -mm. -hmm. Hakuna elfu themanini siku hiyo. Siku hiyo kuna amali, matendo. Basi kwa hiyo yatachukuliwa matendo, yatakadiriwa na Mola Mkarimu itachukuliwa matendo yako yaliyokadiriwa na Mola Mkarimu, kwamba mbuzi uliyemwibia huyu ni sawasawa na mfano, ni sawasawa na saumu ya, ya minatani, Ramadhani ya siku kumi na tano au siku kumi na tano au mwezi mzima wa Ramadhani tunautoauu, tunamlipa mbuzi huyu uliyemwibia na huyu mwingine anakuja naye anasema, ulimpiga huyu, madhalama hiyo ulimpiga huyu, ulimpiga huyu, kumpiga huyu na maumivu aliyopata na idhilali uliyomsababishia mbele za watu, huyu tunamlipa kwa swala tano za siku saba. Mfano tolewa pale, swala tano za siku saba, anapewa yule la. Kwa hiyo kwenye faili lako la swala kuna mapengo na kwenye faili lako la Ramadhani kuna mapengo. Kuna msururu wa watu, msururu wewe, mimi, huyu kanibia viatu msikitini, alikiba viatu msikitini huyu, tunachomoa hapa kwenye zaka, chukuliwa zaka, pewa huyu. Zaka za mwaka mmoja msururu wa watu uliowadhulumu, wengine wawakumbuka, wengine hawajui, lakini watakuja siku ya kiyama wote, Allah anawajua. Lile litakwenda mpaka kama amali zako zimekwisha njema zote, faili la swala limemalizika, faili la saumu limemalizika, faili la zaka lime... faili la sadaka limekwisha, hakuna kitu, meupe meupe, meupe, meupe, meupe. Na bado kuna msururu wa watu na hakuna kulipa na pesa, kinachofuata nini? Kinachofuata kwamba wale waliodhulumu wanaangaliwa madhambi yao. Huyu alikuwa na dhambi la utovu wa nidhamu kwa wazazi wawili, aliwahi kumpiga makofi baba yake hadharani. Kwa hiyo yanachukuliwa madhambi ya kumpiga makofi baba yako hadharani aliyoyafanya mtu mwingine, yanachukuliwa, yale yanamegwa, yanawekwa kwako, puh. Haya ndio malipo ya kulipana siku ya Kiama mpaka waishi kwa hiyo, wanabebeshwa madhambi ya watu wengine huku. Baada ya hapo, unahukumiwa cha kukuingiza peponi hakuna. Mafaili yako yale mema yamekwisha. Mafaili yako ya madhambi, kuna yale ya madhambi yako mwenyewe alafu kuna madhambi ya watu wengine wamebebeshwa. Alafu Allah anawaamuru malaika, mtupeni kwenye moto jahanamu. Huyu anaitwa muflis kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam

Huyo ni mtu tu ukapatwa na majanga ya kimaisha, lakini muflis wa kweli katika umma wangu ni yule atakayekuja siku ya Kiyama, bisalatin ana swala zake, wa siyamin ana saumu zake, wa hajin ana hija zake, wa sadakatin ana sadaka zake, masha llah wa yati wa qad shatama hadha wadaraba hadha wasafaka dam hadha wakadhafa hadha atakuja wakati huu huo alimpiga huyu kwa kumdhulumu alimtukana huyu amemdhulumu alimsingizia machafu huyu kwamba yule bwana ni mzinifu yule bwana ni kadha kicheche yule bwana ni kadha mwanamke yule ni javila wageni yule kadha wakadha kadhafa hadha kadhfu hiyo inaitwa wasafaka dama hadha, na alimwaga damu huyu. Fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kwa hiyo mpaka watakapokuwa wamemalizika wale katika mema zake na madhambi ya wale kupewa huyu bwana, kwa kuwa mema yake yamekwisha, Allah atamwamrisha malaika au atawaamrisha malaika wamtupe kwenye moto wa jahannam huyu ndiye muflis, mtume anasema sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo usikupate hayo eh, na fursa uko nayo. Alkhuruj min almadhalim, jitoe kutokamana na madhalim. Madhalim ni mambo ya kidhulma uliyofanya, kusengenya. Kusengenya fulani mwambie ndio kusengenya, samehe, nilikutaja kwa ubaya, samehe, eh, nilikuibia, samehe, na vitu kama hivyo yote ni katika maandalizi ya mtu kujiandaa na nini, na akhira yake.